Miongoni mwa matukufu na mazaya ambayo kwamba mola subhanahu wa taala ameyaweka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kutuwekea maghfira na itqu minan nar pamoja na rahma, lakini kuna watu ambao kwamba hawatuingia katika rahma wala maghfira wala itqu minan nar. Mtume akaeleza ni watu watatu. Miongoni mwa hawa watu watatu, mtume asema ni a kulli liwalidaihi Mwenye kuasi wazazi wake wawili, mtu ambaye kwamba atakuwa na vita, atakuwa na chuki, atakuwa ameteta na wazazi wake wawili, atakuwa hapi amri za wazazi wake wawili, basi mtume sallallahu alaihi wasallam ataambia mtu kama huyo hatopata rehema ya Ramadhani wala hatopata maghfira wala hatohatwahuri na moto, kwa maana Ramadhani yake itaingia na itatoka kama ambao kwamba ilivyoingia, hajafaidika na chochote, na hili ni hasara kubwa ambayo kwamba wanadamu wataipata. Ndi siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa yuwapanda mimbar, akasikia yuaitikia amin mara kwanza, akaitikia tena amin mara pili, alipo na akaitikia tena amin mara tatu, masahaba walipomuuliza akasema Jibrili amenijia na akaniambia, ameangamia mtu ambayo kwamba umetaja we Muhammad mbele yake na asikuswalie Jibrili alayhi Mtume sallallahu alayhi wasallam akaitikia amin. Dua inaombwa na Jibrili na inaitikia amin mtu. Amin ya pili, Jibrili alisema, yoyote yule ambayo kwamba ataingiliwa na Ramadhani kisha asisamehewe, basi kama mtu kama huyo, Mwenyezi Mungu amweke mbali na rehma yake, na hayo ni kuangamia. Mtume akaitikia amin. Na dua ya tatu Jibril aliomba mtu yoyote ambao kwamba atadiriki wazazi wake wawili wako hai, kisha hao wazazi wake wawili wasiwe ni sababu ya yeye kuingia eh, peponi, mtu kama huyo pia awe mbali na rehma za Mwenyezi Mungu na angamie. Jibril akaitikia amen. Hapa twauona utukufu wazazi wawili. Wazazi wawili ni watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekutanisha toa yao pamoja na ibada yake. Pili, aliposema Mwenyezi Mungu wakada rabbuka alla ta'budu illa iyahu, hakika anahukumu, amepitisha mola wako, alla ta'budu, musimwabudu ila iyahu, isipokuwa yeye, hafai mtu yote kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa imekuja masala ya tauhidi kwamba mtu anafaa kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu na ndiye anafaa kufanyiwa kila sampuli ya ibada miongoni mwa dua kunyenyekea kila ambapo kwamba anajulikana ni ibada basi anafaa kufanyiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake kisha la pili wabil walidaini sana na wazazi wawili kuwafanyia wema imekusanishwa tauhidi na ya wazazi wawili kuonesha umuhimu wa wazazi wawili, na mtu yote ambao kwamba ataishi katika ulimwengu akaishi mpaka akaja kuwa mzazi ndiye anaweza kujua thamani ya wazazi. Mwenyezi Mungu asema hamalatu ummuhu wahanan ala wahan, mwanadamu mamake alimbeba katika tumbo la mimba akiwa na dhiki na tabu na akamzaa kwa tabu akamlelea kwa tabu. Haya yote ni mzazi ambao kwamba anafanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alipitiwa na sahaba da anda jihadi, Mtume akamuuliza, je, uko nao wazazi wawili? La, sahaba akamwambia ndio. Mtume akamwambia, fafihima fajahid, kwa ajili ya wazazi wawili Enda kapijanijihadi si kwamba uende vitani, yaani enda akawashughulikie wazazi wako wawili, lakini malasafishadidi. Leo tutaona wazazi wawili wamekuwa hawana thamani katika jamii yetu. Wazazi wamekuwa ni kitu ambacho kwamba hakina umuhimu. Mke anapoolewa mwenye umuhimu ni mumewe, wazazi wamekuwa takataka. Mume anapooa mwenye umuhimu ni mke, wazazi hawana tena thamani, kinyume ya maamrisho ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuhimiza atu katika kuwatii wazazi wawili katika kila yambo ambalo kwamba wanakuamrisha. Ndio utaona katika suratu Luqman, Luqman akimwelezea mwana mtoto wake akisema akimwambia wa in jahadaka la an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala kutihuma wa sahibuhuma fi dunya marufa. Lukman amwelezea mwanake akimwambia wazazi wawili, na hii ni aya inakuja kwetu sisi sababu Lukman tare ndo mzazi wa huyu mwanake, lakini anamweleza kwa ajili ya kuwapa waadhi watu wengine kwamba wa in jahadaka watakapokulazimisha kukua kukuamrisha, ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmu. Mwenyezi Mungu asema, lau watakulazimisha unishirikishe kwa kitu ambacho kwamba huna elimu nacho, wanakuamrisha ufanye maasi, wanakuamrisha umudhi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fala tutihuma, usiwatii wazazi. Wanafaa watiiwe kwa kila jambo, hata kama jambo lina madhara Madamu mzazi wako amekuambia uifanye lazima, ndi mpaka ikafika hali ya kuwa lau unaswali sunna mzazi wako akakuita, basi ni faradhi uvunde sunna ukamsikilize mzazi, sababu mzazi ni faradhi kwako kumsikiliza, na ile swala unaswali ni ya sunna. Ikiwa ya faradhi, Mwenyezi Mungu, ni swala ya faradhi, hautovunda sababu tayari atekeleza faradhi ya Mwenyezi Mungu, na faradhi ya Mwenyezi Mungu ni ina daraja zaidi, lakini ikiwa unaswali sunna ama unafanya jambo lolote la sunna mzazi wako akakwambia uniache, basi ni lazima. Mfano, umefunga saumu ya sunna Jumatatu au Alhamisi, mzazi wako amekuletea chakula akwambia, mwanangu, nimekupikia kwa huruma zote, nitaka ule, basi unatakiwa ule, usifunge, maadamu ni sunna. Kwa waswali sunna, mzazi wako amekuita, ataka kukutuma. Amekuita kwa jambo lolote, ni lazima ulishikie uvunde ile swala ndi kama Jurayj alipatikana na mtihani mkubwa kwa ajili ya kutosikiliza amri ya wa wazazi wake. Alikuwa yoswali mamake akaja akamwita siku ya kwanza, akafikiria, je ni swali swala yangu ama nimsikize mamangu? Katika kufikiria fikiria hayavunda swala ile, mama akakasirika, kaenda zake siku ya pili na siku ya tatu mama akamwombea dua Mwenyezi Mungu, nayo atakupa mtihani usutwe na malaya. Akaketi baada ya miaka, watu mjini wakasema huyu Juraibu yanifanya mema, kwa hiyo takana tumjaribu, tumtafutie mwanamke ambaye kwamba ni mchafu. Akamjaribu, akatumwa mwanamke mmoja, akaenda akakosa lile analotaka kwa Juraibu, akaenda akalala na mtunga mbuzi, akapata mimba. Baada ya kupata mimba akaja akawaambia wale watu wake kuwa hii ni mimba ni ya Juraij, wakati ambapo kwamba ilikuwa ameshazaa. Wakaenda na ule mtoto kwa Juraij, wakaenda wakamvumbia Juraij nyumba yake na wakampija, wakaambia, ona jifanya mwema, kumbe ni mchafu, kumbe ni kadhaa. Akawauliza sababu, akamwambia huo mtoto ni mtoto wako haramu. Akamchukua ule mtoto akamuuliza, babako nani? mtoto akasema bango ni mtonga mbuzi fulani. Watu akamwomba msamaha, lakini alipata kipijo, akatukanwa, akavundiwa nyumba. Sababu gani? Sababu ya kutomtii mzazi wake. Mzazi wake alimuita yeye, hakuitika aliendelea na kusali. Kwa hiyo mzazi anafungu muhimu katika maisha ya mwanadamu. Ndi Mwenyezi Mungu akaendelea kusema, wa injahadaka ala antushrika bima laysa laka bihi ilmu wakikwambia ufanye ama unishirikishe uniasi katika yambo ambayo kwamba huna elimu nalo, fala tuthuma, usiwatii lakini, wasahibuhuma fi dunya maarufa, katika huno ulimwengu uishi nao kwa uzuri, uishi nao kwa salama, uishi nao kwa kuwafanyia wema, hata kama wazazi wako ni makafiri, wazazi wako ni maasi, wazazi wako hawamjui Mungu lakini yapasa wewe mtoto huwa utaishi nao katika ulimwengu maisha mazuri, wanakokutuma wasikilize, wanakokutaka msaada kwako kwa, ni kwa, lazima uwapatie masala ya kwamba wao ni waislamu si waislamu, wao wanaswali ama hawaswali, hayo ni masala ambayo kwamba wa ni wao na Mungu wao. Lakini wewe wasahibuhuma fi dunya marufa, huwa utaishi na wazazi wako katika ulimwengu katika dia ambao kwamba ni mzuri. Huyu anaelezewa hapa ni kafiri, sija yule ambao kwamba ni Mwislamu. Kwa hiyo ni faradhi kwetu sisi kuweza kuwapia wazazi wetu hasatan, katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao kwamba somo zetu amali zetu zote zitakuwa hazina thamani ikiwa tutakuwa ni wenye kuwaasa wazazi wetu, itakuwa ni wenye kuteta na wazazi wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam tukakataza mtu kuteta na mwislamu mwenzake. Mtu yoyote ambao kwamba atamgura mwandani wake siku tatu akafa, mtu kama huyo ni wa motoni. Je, mtu ambao kwamba ameteta na mzazi wake? Je, mtu ambao kwamba ameteta na babake? mtu ambao kwamba ameteta na mamake? Inaonyesha dhambi zake ni kubwa zaidi, na hakuna pepo pasina radhi za wazazi wawili. Mwenye akhlaq asema ila anna ridha Allahi fi ridha lwalidain, jua kuwa radhi za Mwenyezi Mungu ziko katika radhi za wazazi wawili. Wasakhtullahi fi sakhtihima, na hasira za Mwenyezi Mungu ziko katika hasira za wazazi wawili. Lau wazazi wawili watakuwa radhi na wewe, basi pepo ni mashukio yako, na lau wazazi wawili watakuwa hawako radhi na wewe, wana hasira na wewe, basi jua hauna pepo ni yule sahaba mmoja ambaye kwamba alikuwa akiwatendea wema wazazi wake sana. Mamake siku ya kufa akashindwa kutamka shahada, masahaba akaenda kumuita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokuja Mtume akaulizia, akaambiwa, yuko na mamake. Akaenda akaitwa mamake, akaambiwa, mtoto wako amekufanya kosa gani? Akisema, mtoto wangu hajawahi kumkosea. Akaambiwa, lazima amekukosea na wewe huna radhi naye, kwa hiyo kuwa radhi naye. Mama akakataa, akasema, huyu siku moja ilikuwa ada yake akitoka safari anachokuja nacho zawadi, kwanza huniletea mimi, nikataua, kisha ndiye akampekea mke wake. Lakini iko siku, kwanza alimpekea mke wake, kisha ndio akaniletea mimi, na nilipomuuliza, nilipomuuliza akaniambia wewe, ushukuru wala una hisani kila siku kukuletea wewe, leo siku moja mmempekea mke wangu, nimechoka. Yale maneno yakamuudhi yule mama sahaba, akakosa kutamka shahada na ilikuwa ni maajabu katika masahaba mtu kuweza kufa basi nakutamka shahada. Mtume akaambia basi tutakusanya moto na mtoto tumchome, ili asende kuchoma na Mwenyezi kabla, na kuchoma na Mwenyezi Mungu tumchome sisi. Mama akaamriria mtoto wake na mtoto pale pale, pale, akatamka shahada na akafariki, kuonesha umuhimu wa wazazi, umuhimu wa radhi za wa wazazi. Mtume asema aljannatu tahta aqdamil ummahati, pepo iko chini ya nyayo za kina mama. Utaona sana sana katika hadithi mtume azungumzia mamama, sababu mamama ndio watu ambao kwamba wanadharauliwa, ndio watu ambao kwamba sana sana haki zao za za punjwa. Sababu baba anaogopewa, anaweza kurusha ngumi, anaweza kurusha simbo, lakini mamama ndio ambao kwamba wanadharauliwa. Na wao wengi wanaodharau mamama ni watoto wa kike sana sana mtoto wa kike ndio, utaona katika hadithi mtume asema katika ashratu saa, alama za Kiyama, antalida alamata rabbataha, ni mwanamke amzae msichana ambaye kwamba yani atakua ni bwanake, yani atakuwa ndio bosi wake. Na ndio tunaoona leo, mtoto wa kike akishakuzaa ana pesa zake mwenyewe, anakuwa yaya ni mamake, atatolewa kama kipini. Mwanamke wenyewe ni Mombasa, amwekea mamake pesa amsimamie kila kitu, kazi yake kumwangalia kijana, yeye anauza kikazini. Alamata rabatah, mama amzae bosi wake, ambo kwamba ni bosi wa kike rabatah, bosi wake wa kike. Kwa hiyo tufanye ni bidii kuweza kuwapa wazazi wetu wawili. Wewote utakapokuwa, maadamu una mzazi, muheshimu ule mzazi, na wewe ndipo utakapokuheshimiwa. Lau utamheshimu mzazi wako kwanza, utaikosa pepo na wewe na hutoheshimiwa na wazazi wako. Kwa hiyo kila mmoja afanye bidii, yule ambaye kwamba ameteta na wazazi wake aende akaombe radhi. Yule ambaye kwamba hawawatii wazazi wake, basi atatia nia ya kuwatii wazazi wake na kuwaheshimu, ili tupate mafanikio hapa duniani na kesho akhira. Wassalamu alaikum walaafuwa minkum.